Wa West TV. Na kuelekea mchezo wa nusu fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, unaambiwa winning team never change, yani kikosi cha ya ushindi huwa akibadiliki na hiki hapa ni kikosi cha ushindi cha Simba Sports ambacho kinakwenda kuanza katika mchezo dhidi ya Stellenbosch pale katika jiji la Durban, ni Afrika ya Kusini. Katika milingoti mitatu ataendelea kusalia pimpini Kamara na raia wageni, lakini pia mabeki wa pembeni wa Tanzania wa aminifu kwa kipindi cha miaka zaidi ya kumi, huyu ni Mohamed Hussein Shabalala, mbavu ya kushoto pamoja na Shomari Salum Kapombe, mbavu ya kulia, lakini pia mabeki wa kati ni chamu karibu, raia wa Ivory Coast sambamba na Mtanzania Albradhaki Hamza katika mfumo wa 4231, wale viungo wawili ataendelea kusalia Yusufu Ali Kagoma, na raia wa Tanzania pamoja na Fabrisi Ruamba Angoma, lakini katika eneo hili kuna viungo kama Mzame Reyasini Seremba kina Mzame Reyasini Seremba kina Debra Fernandez pamoja na Agasi ni ukajefa, bila kumsahau Omari Omari, watakuwa benchi. Katika eneo la ushambuliaji, katika ile safu ya ushambuliaji watatu, yani viungo wa ushambuliaji watatu, mbavu moja atakula kibi sawala iliye mpanzi wa Volcano, lakini mbavu nyingine atakula Kibu Denis Prosper e, mtumishi na raia wa Tanzania huyu e. Lakini pia katika eneo la ubunifu, eneo la namba kumi ataendelea kusalia Jean Charles Ahoua ambaye anakumbukwa kwa tukio baya katika mchezo dhidi ya Stellenbosch katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, kukosa nafasi ya wazi e, katika dakika za jioni ambapo angelipata nafasi hiyo ingetanua uh, ushindi wa Simba na kuwa goli mbili kwa sifuri uh, ili katika mchezo wa marejiano uh, iwe rahisi kwao kufuzu katika hatua ya fainali. Lakini pia katika eneo la ushambuliaji wa mwisho taendelea kumwona uh, Steven Dese Mukwala, striker refu kuliko goli ataendelea kusalia hapo ili kuhakikisha anaipatia mabao simba Sports. lakini pia watakaokuwa benchi ni n ngama JR, Valentino Mashaka, kina Ladaki cha Sambi, lakini pia kina Valentino Noma, Kevin Kijili na wachezaji wengine wote wa Simba Sports.